Wakili msomi na rais wa TLS Boniface Mwabukusi kuhusu suala la Mdude amesema, suala la Mdude kwetu hatutaki utani kabisa, tuko serious. Kama Mungu wangu aishivyo, it will never be business as usual. Tunamtaka Mdude akiwa mzima wa afya kama alivyokuwa. Huu utani wa kucheza na maisha ya watu unatosha. Hatutaki kusikia chochote, tunamtaka Mdude akiwa hai. Wakili msomi na rais wa TLS Boniface Mwabukusi ameyazungumza hayo siku ya jana tarehe tano mwezi huu wa tano na mwaka huu wa 2025 kupitia katika ukurasa wake rasmi kabisa wa X Twitter, mara baada ya kuchapisha ujumbe huo kwa kuambatanisha na taarifa ya jeshi la polisi iliyokuwa na kichwa cha habari kinachosema jeshi la polisi linachunguza tuhuma za kuhusika askari katika kupotea kwa Mdude Nyagali. Siku ya leo tarehe sita ya mwezi huu wa tano na mwaka huu wa 2025, rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS wakili Boniface Mwabukusi amevitaka vyombo vya dola kuhakikisha kuwa mwanaharakati Mdude Nyagali anapatikana akiwa hai huku akilaani vikali kauli ya kutolewa zawadi ya shilingi milioni tano kwa atakayesaidia kupatikana kwake akiwa hai au mfu tumesikia na kuona maafisa wa polisi kutoka makao makuu wakishughulikia suala la mdude lakini pia tumeshuhudia tangazo lililosambazwa mitandaoni kutoka kwa mkuu wa mkoa wa Mbeya akiahidi zawadi ya shilingi milioni tano kwa atakayefanikisha kupatikana kwa mdude eti akiwa hai au amekufa hili hali ingi akilini amesema mwabukusi kupitia chapisho lake katika mtandao wa X Twitter siku ya juma nne, tarehe sita ya mwezi huu wa tano na mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano. Amesistiza kuwa Mdude sio jambazi mwizi wala mhalifu wa kawaida bali ni mwanaharakati ambaye adui zake wakuu ni wale wasio na uvumilivu wa kukosolewa. Msimamo wetu kama rafiki za Mdude ni mmoja, tunamtaka Mdude akiwa hai. Kama kuna kosa lolote ashtakiwe kwa mujibu wa sheria. Hatuwezi kuvumilia taifa linalogeuka kuwa la mateso na vitisho kwa wanaoikosoa serikali, ameongeza. Aidha, Mwabukusi ametahadharisha kuwa uvumilivu wa wananchi unafikia ukingoni, na kama ukweli kuhusu kupotea kwa Mdude hautatolewa haraka, hatua kali zaidi zitachukuliwa. Tunaendelea kujitahidi kuwa na hekima kabla ya kufikia ukomo wake, bila Mdude na majibu yanayoeleweka kuhusu nani anawateka Watanganyika kunde tutafikia mahali pa kuchora mstari na kutafuta suluhisho mikononi mwetu. Mungu atakuwa upande wetu, katiba itakuwa upande wetu, sheria itakuwa upande wetu, na jumuiya za kimataifa zitakuwa upande wetu, ameeleza huku akimalizia kwa maneno yenye hamasa kubwa: sisi sio njiwa tunduni, sisi ni tai kichaa. Siku ya Jumaatatu mkuu wa mkoa wa Mbea D Juma Homera alisema kuwa tayari amelielekeza jeshi la polisi kuongeza jitihada za kuwatafuta wahusika waliomshambulia kada wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, lakini pia mwanaharakati Mdude Nyagali, huku akiahidi shilingi milioni tano kwa atakayesaidia kumpata kada huyo alipo, akiwa hai au amekufa. Akizungumza baada ya viongozi wa CHADEMA mkoani humo na kanda ya nyasa kufika ofisini kwake kujua hatua zilizochukuliwa Dr Homera alisema yupo pamoja na chama hicho kuhakikisha Mdude anapatikana. Hata hivyo, alisema kufuatia matukio hayo, anatarajia kukutana na viongozi wa kimila kujadiliana namna ya kukabiliana na sintofahamu hiyo, huku akikiri kuwa hali hiyo inawatisha, akitoa matumaini kwa wananchi kuwa mkoa huo utabaki kuwa wa amani. Itakumbukwa kwamba siku ya jana tarehe tano ya mwezi huu wa tano na mwaka huu wa 2025 mkuu wa mkoa wa Mbeya Dr. Juma Homera alisema tayari amelielekeza jeshi la polisi kuongeza jitihada za kuwatafuta wahusika waliomshambulia kada wa chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema, lakini pia mwanaharakati Mdude Nyagali, huku akiahidi shilingi milioni tano kwa atakayesaidia kumpata kada huyo alipo, akiwa hai au amekufa. Hata hivyo, alisema pamoja na yeye kutojua tukio hilo kwa kuwa limetokea mkoani kwake, akiwa mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama, aliamua kulifanyia kazi kuhakikisha haki inapatikana huku akilaani na kusikitishwa na tukio hilo. Mdude anadaiwa kuvamiwa na kupigwa nyumbani kwake jijini Mbeya Mei 2 mwaka huu wa 2025 na watu waliojitambulisha kuwa ni polisi, lakini bado haijafahamika hali ya kada huyo na wapi alipo, hivyo kuibua sintofahamu kwa wafuasi wa chama hicho. Akizungumza siku ya Jumatatu Mei 5 mwaka huu wa 2025 baada ya viongozi wa Chadema mkoani humo na kanda ya Nyasa kufika ofisini kwake kujua hatua zilizochukuliwa, Dr. Homera mkuu wa mkoa wa Mbeya alisema yupo pamoja na chama hicho kuhakikisha Mdude anapatikana. Hata hivyo, alisema kufuatia matukio hayo anatarajia kukutana na viongozi wa kimila kujadiliana namna ya kukabiliana na sintofahamu hiyo huku akikiri kuwa hali hiyo inawatisha, akitoa matumaini kwa wananchi kuwa mkoa huo utabaki kuwa wa amani. Sakata la kupotea kwa Mdude Nyagali, kada wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, lakini pia mwanaharakati, linazidi kuchukua taswira mpya kila kukicha, ambapo linazidi kuibua mijadala mikubwa na mizito sana katika sehemu mbalimbali, hasa katika mitandao mbalimbali mbali ya kijamii huku kila mmoja akizungumza la kwake, wengine wakizungumza hivi na wengine wakizungumza vile. Watu wengi wameonekana kulivalia njuga sakata la kupotea kwa Mdude Nyagali, hasa wanaharakati mbalimbali, huku wakilitaka jeshi la polisi liweze kuhakikisha kwamba Mdude Nyagali anapatikana haraka iwezekanavyo.